Mamlaka yetu ya wa mawasiliano wanafanya mawasiliano na watu watoa huduma Instagram, Facebook, X na wote wanatoa wa huduma za mtandaoni, tutawafikia, tutawapata. Acheni, msifanye hivyo. Nchi hii ina sheria, zipo na sheria ni msumeno, zinafanya kazi.